Watazamaji karibu tena na shukran kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa Rais William Ruto mnamo Oktoba tarehe 15 mwaka huu 2025, alitia saini miswada minane iliyopitishwa na Bunge la Kitaifa kuwa sheria, katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Nairobi. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya, viongozi wa upinzani na wanaharakati wameendelea kukosoa sheria hizo wanazosema ni za kuwanyamazisha kuanya, wakosoaji wa serikali. Tayari, tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu -KH, KHRC na mwanamuziki wa nyimbo za Injili ambaye pia ni mwanasiasa Reuben Kigame wamewasilisha kesi mahakamani kupinga utekelezwaji wa sheria matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mitandao. Na nam, leo katika studio niko naye wakili wa mahakama kuu Miiri Julius ambaye atatusaidia kuchambua sheria hizi na athari zake kwa Wakenya. Karibu katika mahojiano yetu mtazamaji. Namkaribu sana katika studio zetu Julius. Asante sana. Naam, ni sheria ambazo zimezua hofu miongoni mwa Wakenya na ndio utata mwingi. Je, ni sheria zipi hizi ambazo tunazungumzia? Ah, kwanza nianze na kusema mnamo tarehe hiyo kumi na tano rais aliweza kutia saini, saini Eh, sheria kumi na tano ambazo zime take effect kumaanisha, zimeanza kufanya kazi already mm-hmm. Na sheria hizi ni kama ile sheria ambayo kila mtu anayezungumzia ambayo inajulikana kama the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act of 2014. Kumbuka hii ni sheria ambayo uh, kidogo inaleta utata maana mm -hmm. Watu wanahisi ya kwamba inaingilia zile haki zao za kuziweza kujieleza mm -hmm. Pia kuna ile sheria Land Amendment Act ambayo pia ameweza kuitia saini mm -hmm. Uh, pia kuna ile sheria ya binafsishaji au kwa lugha ya kimombo, kipenda the Privatization Act. Mm -hmm. Vile vile pia ameweza kutia saini the National Police Service Commission Amendment Act of 2025 the Land Commission Amendment Act of 2025, the Air Passenger Service Charge Amendment Act of 2025, the Virtual Asset Service Providers Act of 2025, na ya mwisho ikiwa ni ile the Wildlife Conservation and Management Act 2025. Aya. Kabla hata tujaangazia kuna uh, sheria mbili ambazo zimezua utata kabisa, kabisa. Kabla hatujaziangazia mm -hmm. Je, sheria hizi tayari zimeanza kutekelezwa au zitaanza kutekelezwa lini? Uh, kulingana na sheria ya Kenya, wakati ambapo tu rais anatia saini sheria inaanza kufanya kazi, lakini tunashukuru kwa sababu leo hii kuna wale ambao walikimbia mahakamani mm -hmm. wakiongozwa na chama cha mawakili The Law Society of Kenya na vile vile mwanamuziki Reuben Kigame na na ile the Kenya Human Rights Commission ambayo alikimbia kotini na wameweza kupata amri kutoka kotini ambayo inasimamisha implementation ya hizi sheria uh, sana sana hii sheria ya Computer Misuse Act hadi ambapo kesi hiyo itasikilizwa na uamuzi kutolewa. Na tukiangazia sheria hii ya matumizi mabaya ya kompyuta na Dio. uhalifu wa mitandaoni, wakosoaji wameita kuwa ni sheria ya kidikteta. Mm -hmm. Je, kwa mtazamo wako kama mwanasheria marekebisho haya yanakiuka haki za kikatiba na uhuru wa kujieleza naam. Na, tunaweza kusema hivyo kwa sababu kumbuka, sheria inafaa kuwa very clear mm, ya kwamba inaelezea uh, makosa fulani inafaa ku, kuwa defined in the act, lakini unapata kulingana na hii sheria hi define what an offenses. Kwa mfano inasema grossly offensive. Mm -hmm. Na ukiangalia katika grossly offensive, ukipatia uh, mtu aweze kukwambia what uh, grossly offensive means kukwambia, hawawezi kukuelezea kwa hivyo, sheria kwa hivyo serikali inaweza kutumia hizi terms grossly offensive likely to cause harm uh, kuweza kudhalilisha wale ambao wata waona kama wakosoaji wao. Naam, sheria hii inatoa zile ambazo ni very harsh penalty. Inasema ya kwamba ikiwa utaeneza uvumi ambao haufai na ni uvumi ambao utaweza kuwafanya watu ku elekea mwelekeo fulani ama kufikiria kupitia mwelekeo fulani, unaweza kufungwa kifungo cha hadi miaka kumi au kutozwa faini ya shilingi milioni ishirini. Hivyo basi hii ni sheria ambayo kimtazamo wetu sisi kama wanasheria ni sheria ambayo imeletwa kuweza kuwadhalilisha wale ambao ni wakosoaji wa serikali na kuwanyamazisha, kwa sababu ukiambiwa, ukizungumza kuhusu mwanasiasa fulani, kesho utaambiwa utoe shilingi milioni ishirini au ufungwe miaka kumi, hauwezi kukubali vile vile kuna ile inaitwa the National Cyber uh, Crimes Committee NC4 ambayo imewekwa pale. Na imepatiwa mamlaka makubwa sana kisheria. Ya kwamba uh, leo hii nikipata tovuti kwa mfano ya Hope TV inaeneza uvumi fulani, na sitaki waendelee kueneza uvumi huo bila hata ya kupata ile ambayo inaitwa the final conviction kutoka kotini, ule kachero investigator anaweza kukimbia kotini kabla hata kesi kusikizwa, atapatiwa ile amri ya kuweza kuifunga hiyo tovuti yako. So, inakuwa a very, very critical uh, thing ambayo inaweza kutumika na serikali hasa tunapoelekea katika uh, uh, uh, uh, uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 inaweza kutumika kuwanyamazisha wale ambao ni wakosoaji kwa hali kubwa kabisa. Lab, labda tu ukituchambulia kwa kina. mm-hmm. Manake uh, hofu kumekuwa na hizi sheria. Ndio. Kama sijakosea. Ndio, zimekuwepo, ni marekebisho ambayo yamefanywa, ni marekebisho. Maanake tumekuwa tukiona Wakenya, baadhi ya Wakenya wakikosoa serikali wakikosoa no. viongozi mitandaoni, hata wakitumia picha ku, kueneza ujumbe fulani. Uh, mbona sasa hizi ndio zime zua tumbo joto sana na sheria hizo zilikuwepo hapo awali. Kimtazamo na wangu, nahisi ya kwamba kutokana na yale maandamano ya Gen Z ambayo yalifanyika mwaka uliopita mwaka elfu mbili ishirini na tano, kumekuwa na hiyo hofu kwa wananchi ya kwamba serikali inakuja kutufinya ama kupunguza ile uhuru ambayo tulikuwa nao. Kumbuka katiba ya Kenya inampa kila mkenya Uh, ruhusa ama the freedom ya kuweza kujiexpress na kujieleza na vile vile, katiba hiyo katika kipengele cha 24, article 24 inasema ya kwamba ikiwa unataka kuzipunguza hizi sheria ama kuzilimit, niposa my enjoyment, nikienjoy sheria, nikienjoy right yangu, nisiingilie right yako, then there is a way that inafaa kufanyika. Uh, article 24 inasema ya kwamba lazima ipunguzwe kulingana na sheria lakini tunahisi ya kwamba kulingana na marekebisho haya ambayo yameletwa hasa katika sheria hii ya Cyber Crimes Act hmm. Inakuwa ni kwamba yameenda beyond whatever inahitajika under Article 24 na labda uh, kuna utaratibu wote ambaye wale ambao huenda wakaathirika na sheria hizi wanaweza kuchukua ili angalau waweze kujitetea. Naam, kuna utaratibu ndio unakubaliwa uende kotini na kushtaki mm -hmm. Uh, useme ya kwamba sheria zako ama zile haki zako zimeweza kudhulumiwa, lakini kumbuka ya kwamba kile ambacho ni kikubwa na sheria hii kinasema ya kwamba hata ukikimbia kotini kabla ya uamuzi kutolewa wa mwisho mm -hmm. ule uamuzi ambao utasema kwamba umefanya kosa unahitaji sasa kuwa convicted, koti inaweza kutoa amri kabla ya kesi kuisha, na amri hiyo ndio inafanya watu wanaogopa because inaweza kutoa amri iseme ya kwamba tovuti yako ifungwe ama usiendelee kuzungumza. Na hizo ndizo vitu ambazo zinaleta a uh, shida kubwa. Alafu pia wakati tunasema kwamba unaenda kotini mm -hmm. kushtaki umesema kwamba uh, uh, right yangu fulani imeweza kudhalilishwa na mambo kama haya mm -hmm. unapata ya kwamba koti haina ile nguvu kubwa sana, the only power it has ni interpretative, ile ya kueleza tu ya kwamba tunahisi wabunge walikuwa wanasema hivi mm -hmm. Lakini mwisho the burden lies with the parliament, ya kwamba bunge ndilo uh, linaruhusiwa katika nchi yetu ya Kenya kuweza kutunga sheria kwa hivyo hata mahakama ikiwa iko na nguvu ya kuweza kureview ama kuinterpret nguvu yote inabaki kwenye bunge. Oh, yeah. Tuelekee sasa katika sheria sheria kuhusu ubinafsishaji no. ya mwaka 2025. No. sheria hii inafuta hitaji la bunge kuidhinisha uh, ubinafsishaji no. wa mali za umma. no. kisheria hii inamaanisha nini? Uh, kumbuka sheria hii si pia sheria mpya, ilikuwepo hapo awali, na vipengee kadhaa vya sheria hii viliweza kusemekana kuwa haziko sawa kikatiba. Kupitia kesi iliyowasilishwa mahakamani, ilisemekana ya kwamba uh, Uh, sheria hii ilipitishwa bila ya kuwasikiza wananchi ile ambayo tunaita public participation. Kwa hivyo tukija katika uh, kutoa bunge, kumbuka bunge ndilo linalowawasilisha wananchi. Hmm. Kwa hivyo ukija na kusema ya kwamba bunge halitakuwa na nguvu ya kuweza kuangalia kile ambacho kinafanyika na kupeleka mamlaka haya yote kwenye executive. Kwa maana wenye wako na nguvu ni waziri wa fedha, mm -hmm. na rais mm -hmm. Hao ndio wenye kusema, so inakuwa ni ngumu kidogo. Alafu kuna ile bodi ambayo imeundwa kupitia kwa sheria hii. Bodi hii i, ina members, ina wale wanachama wake. Unapata waziri wa fedha amepatiwa ruhusa ya kuwachagua hadi wanachama wanne, mm -hmm. Kumaanisha watakuwa na usemi mkubwa na zile ambazo taratibu zitakuwa zinatokea kwenye hiyo bodi. kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana, unapata ya kwamba executive wameweza kuchukua hii mamlaka yote na wanaweza kufanya kile ambacho wanataka. Kwa hivyo wakitaka kuuza asasi ama zile assets za kitaifa inakuwa ni rahisi. Na je sheria hii inaathiri vipi uwazi na uwajibikaji wa serikali katika kuuza mali ya umma? Inaathiri kwa sababu unaona kwamba bunge hawahusiki, hilo ni jambo la kwanza. Alafu kumbuka sheria hii ikipitishwa, inasemekana ya kwamba wengi wa wananchi wa Kenya wengi wetu tuliwasilisha zile semi zetu through public participation na wengi wetu tulihisi ya kwamba sheria hii si nzuri, lakini wabunge wakaelekea na kufanya nini? Kuipitisha. Kwa hivyo inaathiri one public participation ile ambayo sisi tunataka kusikizwa, na pili, pia wabunge ambao ni wawakilishaji wetu mm. hawapati ruhusa ya kuangalia ni nini kinachouzwa kabla ya nini, kabla ya kupitishwa. Kwa hivyo inakuwa ni shida kidogo. Uh, kidogo muda unatupiga changa, lakini no. Je, wananchi au mashika ya jamii wana haki ya kupinga sheria hii, aa, kupinga uuzaji wa mali ya umma chini ya sheria hii? Naam, kumbuka katiba ya Kenya kipengele cha mbili inasema ya kwamba sheria yoyote ambayo inataka kutumika nchini Kenya ikiwa ni sheria ambayo tumeitoa kutoka nchi za kigeni ama ni sheria ambayo imetengenezwa na wabunge wetu, lazima ifate yale maadili ya kikatiba. Kwa hivyo kama kuna sheria yoyote ambayo haifati maadili ya kikatiba, mm -hmm. Unaruhusa kama Mkenya kukimbia kotini kushtaki sheria hiyo, na ikiwa utaweza kufikisha yale malengo ambayo koti imeweka pale, mm -hmm. Unaweza kufanya sheria hiyo ikakuwa ikakuwa ikafanywa ikuwe ni sheria ambayo iweze kufanya kazi nchini Kenya. Na, na labda swali la mwisho no. Je, uh, kuna vipengele vya sheria hizi ambavyo huenda vina manufaa au ni vya kuendeleza taifa ambavyo labda Wakenya hawajaviona hawa? Naam, kuna uzuri wake. Kwa mfano tukianza na hata ile sheria ya kwanza ya Computer Misuse mm -hmm. and Cyber Crimes Act imeleta ile ambayo inadhalilisha ama kufanya kuwa kosa kufanya sim swap, kwa mfano we kuchukua simu yako kutoa laini kwenye simu yako na kuiweka kwenye simu nyingine na kuitumia kufanya mambo ambayo hayafai. Kwa hivyo sim swapping imekuwa made a very big crime, na ukipatikana unaweza kufungwa miaka miwili ama utoe uh, faini hadi ya shilingi elfu mia mbili. Vile vile sheria ile ni nzuri kwa wale ambao wako katika sekta ya psychology. Kwa sababu inasema kwa mfano ukimfanya mtu afikirie kujitoa uhai kupitia maneno yako kwenye mitandao ya kijamii waweza kufungwa ama waweza kuchukuliwa hatia. Kwa hivyo ina mambo mazuri mazuri pia. mm -hmm. naam. Na tukimalizia hapo, jana aliyekuwa jaji mkuu mstaafu David Maraga alizungumzia swala hili sana na a, ka, alikuwa kinyume alipinga sheria hizi, no. mm. hizi na akasema pia ataunga mkono yeyote ambaye ataelekea makamani kupinga sheria hizi, na hapo jana pia Uh, tuliona tume ya uh, KNCHR na pia mwanamuziki Ruben Kigame walielekea mahakamani kupinga sheria hizi, haswa hii ya uh, sheria ya mitandao na, uh, na. Kufikia sasa, je, mahakama imezungumzia swala hili? Naam, hapo leo jaji wa mahakama ya juu anajulikana kama Jaji Mugambi ameweza kutoa amri ya kusitisha mm -hmm. uh, vipengele fulani, kwa mfano uh, kipengele cha ishirini na saba cha sheria hiyo ya Computer Misuse and Cyber Crimes Act kimeweza kutupuliwa mbali hadi kesi hii itakaposikizwa. Vile vile, pia chama cha mawakili The Law Society of Kenya pia kilikimbia kotini mm -hmm. na kimeweza kupata amri hii kutoka kwa jaji eh, kutoka kwa jaji ambaye pia ameweza kusema ya kwamba ameweza kususpend ama kutupilia mbali uh, implementation ya kipengele hichi cha ishirini na saba na cha sita hadi ambapo kesi hizi zitaweza kusikizwa na kumalizika. mm -hmm, yes, hii ina maana kuwa hivi sasa ikiwa mtu yoyote atapatikana amekiuka sheria hizi ambazo mahakama imeweza kutupilia mbali, hakuna hatua ambayo atachukuliwa. Ha, hakuna hatua ambayo atachukuliwa vipengele vile vipengele bipenge ambavyo vimeweza kutupiliwa mbali, mbali. <laughs> Lakini sheria bado inafanya kazi, vipengele tu ndio vimeweza kutupiliwa mbali hadi kesi isikizwe, lakini tunatarajia ya kwamba mahakama itaweza kuangalia zile uh, hoja ambazo zitapelekwa mbele yake na wataweza kutoa uamuzi ambao utakuwa ni uamuzi wa maana na uamuzi ambao unafuata kikatiba. Aha, naamu. Naamu. Shukran sana wakili, asante kwa mchango wako katika taarifa zetu. Na mtazamaji, nimekuwa huyo, amekuwa ni wakili Julius akitueleza tu mengi kuhusiana na sheria hizi mpya nane, ambazo ziliweza kusainiwa uh, na Rais William Ruto. Ilikuwa ni siku ya Jumatano wiki iliyopita, siku ambayo taifa lilikuwa likiomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Na, shukrani sana kwa kuungana nasi katika taarifa hizi. Nimekuwa wako Alice Diana, na mwenzangu katika upande wa pili wa studio amekuwa ni Boniface Mureithi, na kutakia usiku mwema na kwaheri.